Mafanikio haya ambayo yamepatikana katika chuo hichi ni matokeo halisi ya dira, mipango na jitihada za pamoja katika kuijenga Zanzibar yenye wataalamu wanaohitajika katika sekta za kijamii na kiuchumi. Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza wamiliki wa chuo, bodi ya wadhamini, management ya chuo wakufunzi na wafanyakazi wote wa Zanzibar School of Health kwa juhudi zenu mbalimbali ambazo mnazifanya na kuweza kupata mafanikio makubwa kila mwaka. Rai yangu kwenu, endelezeni mashirikiano yenu ambayo ndiyo msingi mkuu wa mafanikio. Pia mwendelee kusimamia ubora wa elimu, kufanya tafiti, kuwaendeleza kielimu wafanyakazi waliopo kazini na kuandaa kozi nyingine muhimu kwa taifa kama ambavyo leo mmeongeza kozi ya maabara. Hadi yangu kwenu, serikali itaendelea kutoa kila aina ya ushirikiano ambao utahitajika ili kuhakikisha chuo hichi na vyuo vingine nchini vinaendelea kuimarika na kuzalisha wataalamu mbalimbali tunaowahitaji wa Natambua kuwa leo ni siku ya furaha na siku ya mafanikio kwa kukamilisha safari yenu refu ya masomo, majaribio, mitihani na changamoto mbali mbali ambazo kila mhitimu alipitia. Kwa hakika mnapaswa kupongezwa kwa juhudi zenu na uvumilivu wenu ambao leo matunda yake imeyaona. Vile vile ni vyema kila mmoja wenu akazingatia kuwa walimu wenu wamekamilisha kazi ya kuandaa kiutumishi katika kada yenu ya afya. Ni matarajio yetu kwamba mtakwenda kuokoa maisha ya watu, kuelimisha jamii na kuwa tegemeo katika sekta ya afya hapa nchini. Nawasihi kujenga utayari wa kiutumishi, kushirikiana na wengine, kujitolea kuzingatia misingi ya uadilifu heshima, huruma na utu, kufuatia kanuni za taaluma yenu na kujiepusha na mambo yote ambayo yanadhalilisha taaluma ya afya. Haya yote yatawasaidia katika kujenga ubora wa kuitumikia kada yenu ya afya na kuwa watumishi wazuri hata kabla ya kuajiriwa. Maadili ya kazi yenu ni jambo muhimu sana. Leo tumekuwa tukiona vitu ambavyo haviendani na maadili ya kada za afya. Unakuta picha zinarushwa za mgonjwa, zinapigwa na zinarushwa mahala ambapo hapastahili. Wengine wanadiriki hata kurusha picha za marehemu wakiwa mochwa. Hili jambo halikubaliki, na naomba mulinde na kuheshimu kada zenu na kamwe serikali haitaridhia kwa yoyote ambaye hatofuata masharti kama viapo ambavyo vimewasilishwa hapa na mmekubali kutumikia viapo hivyo.